Tunaingia kwenye upande wa faida za ufugaji wa samaki kwenye mfumo wetu wa RAS ambao tunaita uh, the long term is recirculating aquaculture system. Ni kwamba tumependelea kufuga samaki kwenye huu mfumo. Cha kwanza ina sevu area, kwamba ina sevu eneo la ufugaji. Hasa hivi tunaona kuna hili tenki letu moja na uwezo wa kubeba samaki elfu tano. Kwa hiyo stocking density ya samaki huyo kwenye tenki moja ni elfu tano. Kwa hiyo ni tofauti na kwamba ningefugwa kwenye mabwawa au ningefugwa kwenye matenki ambayo labda tunaweza plastic tanks. Ni kwamba naweza nikaweka samaki wengi sehemu kubwa sana, eneo kubwa, labda kama sehemu hii yote ingechukua samaki elfu tano labda mpaka kule, lakini hapa unaona ni kwamba tenki moja tu limebeba samaki elfu tano hapa ndo hivyo, unaona rasi zetu zilizoko hapa ni kutoka hapa kwenye hizi nasari mpaka kule mwisho, lakini sio eneo kubwa kihivyo kwamba ni kubwa ya kuzidi. Ni kwamba eneo ni la kawaida sana, lakini kutokana na rasi zilizoko hapa hizi ambazo round tank tunaziona mbele yetu, ni kwamba zina uwezo wa kubeba samaki elfu, ambapo ungeamua labda mkulima kusema kufuga kwenye, kwenye mabwawa unaweza ukakuta unachimba mabwawa mengi sana kiasi yes, kwamba hata eneo hili tulilopo ukaongeza ukahitaji kuliongeza. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya faida. Lakini pia faida nyingine ni kwamba samaki wanakuwa kwa haraka na kwa wakati, kwamba kwenye, wanakuwa kwenye ndani ya target period of time, kwamba tumetarget kwamba ndani ya muda fulani samaki wao wameshakuwa. Ndiyo maana tumeamua kutumia mfumo huu ili samaki wetu waweze kukua kwa haraka, kutokana na uwepo wa mifumo ya utendaji kazi kama hivyo ya kuongeza hewa, ambazo ndio hizo tunaita airstones au aereta, na pia ndio hizi pampo ambazo zinazungusha maji na kuingiza hewa. Kwa hiyo so hizo ndio the best one. Na pia kama nilivyosema mwanzo kwamba faida ya kufuga labda samaki wa jinsia moja ni kwamba Madume, tumechagua madume kwa sababu yana uwezo wa kukua kwa haraka, na pia yana muonekano mzuri hata ukipeleka sokoni. Mimi kwa ushauri wangu ni kwamba ana uwezo wa anamshauri mtu afuge ma, madume. Cha kwanza madume yenyewe hayaingii haya kwenye production situation, kwamba hayafanyaje haya, yenyewe yanafanya fertilization, lakini hakuna muda ambao yanashika mayai. Kwa nini? Kwa sababu majike maonekano appearance yake huwa sio nzuri kama madume, kwa sababu majike kuna muda wao wanabeba mayai na yale mayai yanahifadhiwa mdomoni. Kwa hiyo akishakuwa amehifadhi mayai mdomoni, ni kwamba hali chakula, kama vile hali chakula, ni kwamba kuna uwezekano wa yeye kushinda, gosi yake itakuwa sio kama ile gosi ya dume anavyokuwa, kwamba akishakuwa ameshika mayai ha, ha, hali chakula, na atakuja atakuwa, atakuwa, kuanza kula chakula baada ya kuwa ameshaya tumeshafanya egg robbing, yani tumetoa mayai au yeye kama yeye ameshafanya nini, ameshatoa vile vifaranga anapokuwa ameatamia yale mayai mdomo. Kwa hiyo ndio inakuwa hivyo k so, tuna uwezekano wa kama tungekuwa tunafuga majike na, na madume hapa, tungechukua jike na dume tawaweka sehemu se moja, tukishaweka sehemu moja kaja kuangalia utofauti kati ya dume na jike ambajike tungemuona mwonekano wake ambavyo angetokea, na dume pia tungeona mwonekano wake. Tungekuja kuona sasa dume anakuwa na mwili mzuri, ana mwili mpana na pia ni mkubwa eh? Lakini ukija kwenye upande wa jike tungemuona ana mwili tu wa kawaida, hatuwezi tukasema havutia, anavutia, lakini sio kama ile wa dume. Kwanza dume anakuwa na rangi ya kama goldish. Kwa nini tufuge samaki na sio ng'ombe au kutokana na ufuatiliaji mbalimbali, ni kwamba hivi kwenye vyanzo asili, natural water bodies, kama hivyo kwenye, kwenye bahari, kwenye maziwa, mito, uwepo wa samaki ni kidogo, kutofautiana na ilivyokuwa mwanzo, kutokana na kwamba sasa hivi watu wengi wanajihusisha na mambo ya ufugaji, uvuaji samaki kwa njia ya haramu. Wengine wanaenda wanaweka dawa ambazo zinaenda kuua samaki, wanatumia kuna neti ambazo zinaitwa monofilament neti neti ambao ni hatari kwa samaki, so rafiki kwa uvuaji wa samaki, au tunaweza ukaiita mikokolo, ni kwamba anaenda kule anafug, anavua samaki wote ati mdogo wala mkubwa, wote anawatoa. Kwa sasa kule kwenye vyanzo vya asili ni kwamba hakuna samaki wengi. Sasa hivi wavuaji ni wengi, lakini wahitaji wa samaki pia kwenye historia yetu ya dunia ilivyo, au tukisema kwenye nchi yetu, ni wengi wanaohitaji, wahitaji ni wengi, consumer ni wengi, lakini usama, upatikanaji ni mchache. Kwa ndio maana tumeamua kufuga samaki, tusevu watu wote wapate vitoweo. Kuna wengine wanapenda kutumia nyama, kuna wengine wanapenda nyama nyekundu, wengine wanapenda kutumia kama hivyo samaki. Kwa hiyo sasa, kama tukitarajia tu kwamba tukitegemea tu samaki wa kwenye janjo asili, hatuwezi toka pata vitoweo vizuri. Ndio maana nikaamua sasa tufanye nini, tufuge samaki ili watu wote wapate kitu. Kingine ambacho kinatokea kizingatio katika ufugaji huu, unatakiwa uwe na umeme wa uhakika. Una uwezo wa kutumia labda sola au umeme huu ambao tunaujua, lakini unahitaji kuwa na alternative source of energy, ambao labda unaweza ukaweka jenereta ambao unaweza likawa ni automatic generator au generator la mafuta. Kwa nini nasema hivi? Huu mfumo unahitaji kufanya kazi kazi kwamba masaa ishirini na nne kwao. Sasa kama unahitaji kufanya kazi masaa yote 24 ni kwamba lazima na hizi pampu zi, zinazunguka kwa kupitia umeme, kwo ni kwamba kama kuna muda umeme tunavyojua umeme wetu huaga unakata na kurudi. Kwa hiyo sasa kama umeme ukiwa umekata unatokea, na uwe na generator ili mfumo ili ufanye kazi kwa masaa yote 24. Kwa sababu hao samaki walivyozoea mazingira haya ni kwamba wamezoea kuwa na uwepo wa hewa ya kutosha oxygen, nikimaanisha. Kwa hiyo endapo kukitokea kukawa na depletion ya oxygen, for a few minutes kwamba kwa muda kidogo sana kukawa na ukosefu wa hewa ndani ya rasi ni kwamba samaki watafanya gasping, watashindwa ku, wataanza kutafuta hewa. Ndio maana unakuja kukuta hapo sasa, unaanza kukuta wanatafuta hewa kwa kufanya gasping, namaanisha kuwa wanakuwa wanatafuta hewa, wana midomo yao wanaiachama kwa juu, kwa namna kama hivi. Mwisho wa siku, kama umeme ukishakuwa umechelewa kurudi, yale mapafu yatachoka. Yakishachoka yale mapafu, watashindwa ku kustahimili ile hali iliyopo, na wenyewe washazoea uwepo wa hewa muda wote, wanaishi kama mazingira ya asilia. Kama wapo kwenye mazingira ya asilia, mwisho wa siku watakufa wata wao. So, kama pia unaweza ukawa pia na ile automatic generator. Kuna muda inatokea changamoto labda lenye linaweza likawa halija uweza kujiwasha lenye automatically, na shauri kama vile kwa mkulima aweze kutafuta hata nini, tuseme alarm ambayo inaweza ikamfanya labda usiku ukiwa umekata umeme au ile jenereta pia limeshindwa kufanya kazi, atafute alamu ambayo ina uwezo wa kutoa sauti imshtue kwamba umeme umekata. Hiyo itamsaidia yeye kusevu maisha ya samaki, kwa sababu usiku mtu anakuwa amelala, hajazingatia ha, ha, ha, ha, kwamba kuna hali gani huko nje. Na pia kama hivyo anatumia jenereta ilo ambalo ni la mafuta, ahakikishe au, au, kuna upatikanaji wa mafuta kwa muda wote.